Karibu sana kwenye DStv.com. Thank you very much. Aha, kuna show ilikwenda kufanya uh, kushoot Nairobi, ni show ambayo inahusisha mashindano ya familia. Yes, it's a family game show. Ni show moja nzuri sana haijawahi kutokea Afrika Mashariki kwamba unakuta una, kwamba kuna show anakuja mama, baba na watoto wao. Kuna kap wengine kuja babu na bibi, na bibi na wajukuu zao <laughs> kwa hiyo tunakuwa tuna live audience na, na host na Gaitano kutoka Uganda. Kwa hiyo ni unakuta kwamba ni, ni mjumuiko mzuri wa wana Afrika Mashariki. mm -hmm. yeah. ni show ambayo inaanza kuonekana lini? um, nafikiri itaanza kuonekana February. Tunarudi tena kushoot uh, mwezi wa kwanza katika studio za uh, kule DSTV, Super Sport Kenya Nairobi. Kwa hiyo nadhani wamesema inaanza kuruka mwezi wa pili. mm -hmm. Mm -hmm. kwa ufupi ni show ambayo inausi, inahusika na nini kivipi? Yaani, wazazi au watoto wanakuwa wanafanya nini? Sasa kuna michezo mbalimbali ambayo imetungwa, kwa hiyo wanakuwa wanashindana, na katika kila round familia inayoshinda inaenda kwenye round inayofuata na fuata inayofuata inayofuata, na mshindi kabisa anajipatia gari la familia. Lakini vile vile kila siku zinatoka zawadi mbalimbali, unakuta wanapewa TV, wanapewa tosta, wanapewa simu, lakini muhimu zaidi ni ile teamwork. Unakuta kwamba familia fulani inataka <laughs> <Yeah. laughs> inataka kuishinda familia nyingine, afu unakuta kwamba unakuta kwamba yani it's nice kuona familia zinakuja, ziko very entertaining. Yani it's such an amazing show, sijui nielezeje but I cannot wait for people to see it. Okay. Yeah. Kuna kuna tofauti gani kubwa ambayo umeiona kwa sababu umezoea kufanya show na kuhoji Master, Red Carpet, mm -hmm. umefanya uh, show pia na Ice Prince wa Nigeria. Hii ni ya kitofauti kabisa. Yes, ni aki tofauti, um, lakini uzuri wake ni kwamba timu pia ni kubwa. Actually timu ni kubwa sana, na kila mtu on set anataka kufanikisha kile jambo ambalo limetuleta pale, na ninachokipenda zaidi ni wananchi tu wa kawaida ambao tunakutana nao kwenye show na hata audience yetu ni wananchi wa kawaida. Kwa hiyo unakuta kwamba kwetu sisi tuna, tuna connect na mtu wa kawaida tu na tunamfanya tuna, anakuwa kama star hivi yani. Actually sisi tuna, tuna host sisi tunakuwa tunawasaidia watu kuonekana zaidi, and that's the most interesting part kwamba kila familia inayokuja kwa hichi kipindi um, beat the challenge, wao ndio kama stars na wana, wana, wana, wana, yani wana battle each other mpaka kupata mshindi katika kila episode.